nynywa dhidi ya kutoa rushwa ili kupata nafasi kwenye zoezi la kuwasajili makurutu wa polisi. Tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini EACC ikidokeza e, kwamba imepata ripoti kuwa baadhi ya wazazi na vijana wanatoa rushwa kwa wingi ili kupata nafasi hizo, wakiwataka kuripoti kwa tume hiyo iwapo watatakiwa kutoa hongo na mtu yeyote. Tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini EACC inapoendelea kuwekeza juhudi za kukomesha ufisadi nchini. Sasa imetoa onyo kwa Wakenya kusitisha utoaji wa rushwa kwa maafisa wa polisi ili kupata nafasi kwenye mchakato wa kuwasajili makurutu. masse, masse, resorting to fundraising, selling family land, and sometimes exhausting life savings in desperate attempts to secure admission for their children by bribing public officials. Tume hii ikidokeza kuwa kufikia sasa imepata ripoti kuwa baadhi ya wazazi wanaouza mali yao ili kupata hela za kutoa rushwa kwa maafisa wa polisi, ikiwataka vijana kutokubali kutapeliwa na wanaoahidi kuwapa nafasi kama maafisa wa polisi, wazazi na vijana wakitakiwa kuripoti matukio hayo uh,

Tume hii ikibaini kuwa maafisa wa polisi wanaokubali rushwa wanadhoofisha uadilifu wa idara ya polisi, wakionya kuwa watakaopatikana wakijihusisha na matukio haya, hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi yao. Duties. Kando na hayo, EACC imedokeza kuwa inahakikisha kuwa pesa za umma zilizopotea zinarejeshwa. Funds that have been paid under legal contracts.